Yes, kama tulivyokuambia tutaanza na uh, ufugaji wa nyuki kwa, kwa, kwa njia ya kisasa eh. Uh, na tumemwalika na, hapa moja kati ya watu ambao wanatoa eh, elimu kwa wafugaji ama kwa wakulima eh, namna gani ambavyo wanaweza wakafanya ufugaji wa nyuki wenye tija. Sekta hii ina fursa nyingi. Na unajua kwamba mtu anafanya biashara ya asali, ni bidhaa ambayo haiharibiki lakini bidhaa ambayo soko lake ni la uhakika. Sasa e, fursa ziko nyingi katika eneo hili, na hapa tutakupa namna ambavyo unaweza wakafanya kwa tija e, tutazungumza hapa na moja kati ya watu ambao wanafanya um, masuala haya katika namna ambayo ni ya uh, kisasa uh, zaidi um, karibu sana ndugu yangu, labda utuambie majina yako na shughuli ambazo unazifanya. Asante sana. Good luck. Uh, mimi naitwa Busagi Belias Ngofira. Mimi ni mshauri ndio, mtaalamu wa miradi ya ufugaji nyuki kibiashara kibiashara. Sasa, mm -hmm. mm -hmm. Yeah. Uh, ufugaji nyuki kibiashara tuanzie hapo ni, ni ufugaji wa namna gani? Uh, tunaposema ufugaji nyuki kibiashara tunamaanisha kwamba ni ufugaji wenye tija kiuchumi Uh, yaani mtu anafuga nyuki unajua, zamani tulikuwa na wafugaji nyuki ambao walikuwa wanafuga tu kimazoea. Mm -hmm. Uh, tunasema ni hobby, beekeeping, kwa hiyo kwa ufugaji nyuki kibiashara ni ufugaji ambao mtu anakuwa analenga sana, sana sana ili aweze kupata uh, pesa nyingi mazao mengi kuliko kawaida ambavyo zamani watu walikuwa wakifanya. Mm -hmm. So, so, tutafahamu zaidi sasa. Kuna unajua uh, nyuki wanasifika kwa kufanya uh, pollination eh, uh, wanasifika wana kwa kufanya hivyo, kwa maana ya kwamba uh, wanatoa wanatumika wana pia katika kuhakikisha kwamba mimea ina inazaa zaidi, lakini wao wenyewe wanatoa asali, lakini ni jinsi gani ambavyo unaweza sasa ukiwa unafuga ukafanya kile kiwango cha asali ambacho nyuki wanazalisha kikaongezeka zaidi, na ndivyo ambavyo uh, ufugaji wa nyuki kibiashara unavyo eh, onyesha ama unavyojikita katika eneo hilo. Sasa mtu, ambie, uh, mtu ambaye anafuga nyuki katika namna ya kawaida atategemea tu nyuki watengeneze asali uh, uh, aende akachukua uh, ile asali na product nyingine ambazo zinatokana na ufugaji, lakini kwa jinsi gani ambavyo anaweza sasa akaongeza uzalishaji katika ufugaji wake huo? Uh, ufugaji nyuki wa kibiashara ni ufugaji ambao kwanza ni lazima uh, unazingatia kanuni bora za ufugaji, lakini vile vile pia kanuni bora za uvunaji, na pia ni ufugaji ambao hau, wenyewe haulengi zao moja tu, kwa sababu ufugaji wa kawaida mtu anajua tu anavuna asali anavuna nta, lakini ufugaji wa kisasa ama ufugaji wa kibiashara mtu anakuwa anafuga nyuki anajua kabisa kwamba anaweza akavuna zaidi ya mazao hayo na kama unavyojua ndugu, uh, mtazamaji, ni kwamba nyuki wana mazao mengi. Mm -hmm. Na mazao ya nyuki na yanajumuisha chavua ambayo ni vumbi la nyuki, lakini pia asali, nta, maziwa ya nyuki, sumu ya nyuki na uh, gundi ya nyuki. Hayo ndiyo mazao ya nyuki ambayo uh, yanatakiwa kuwa yanatakiwa kuvunwa ambapo mfugaji anakuwa anafuga nyuki kisasa. Mhm. Mm -hmm. Na na unadhani vitu gani ambavyo vinafanyika labda kwa kiwango cha chini ambako hakileti sasa ile uh, faida ama tija katika ufugaji wa nyuki? Katika masuala ambayo yanakuwa yalete tija katika ufugaji wa nyuki ni pale ambapo wafugaji wengi wa nyuki wanakuwa wanafuga tu kimazoea. Mm -hmm. Kwa mfano, uh, tumewahi kufanya mafunzo tunakuta wafugaji nyuki wanaofuga kienyeji, cha kwanza anapoenda kuvuna uh, yeye hajali ustawi wa nyuki, unakuta anapovuna anaondoa kile kitu ambacho kipo kwenye mzinga, kwa hiyo nyuki anakuwa anakosa chakula, lakini pia anakuwa hazingatii ustawi wa lile kundi pale. Lakini kwenye kisasa ni kwamba tunawashauri watu, anapokuwa anaenda kuvuna azingatie kanuni maalum na asiue nyuki, lakini pia anapokuwa anavuna achepo chakula kidogo kwa ajili ya nyuki, sababu unajua nyuki anatengeneza asali hmm. kwa ajili ya, kwa ajili ya, ya chakula chake cha baadaye hmm. Sasa mwanadamu unapokuwa unaenda kuchukua kumbe kumbe ile asali ambayo tunachukua ni chakula, ni nyuki katengeneza chakula chake yeah, ile ni chakula ya nyuki <laughs> na nyuki anatengeneza hiki kwa, kwa sababu kwa yeah. Baadaye kutakuwa hakuna chakula kwa hiyo anatengeneza anatengeneza yani asali. Anaamini hivyo kwamba baadaye chakula hakitakuwa. Ndio ndio ehe. Kwa kisi isichukuliwe yote ya kwahio, unapokuwa unavuna utakii kuchukua kila kitu unatakiwa, yeah. Uwache asari kidogo kwenye mzinga ili nyuki waendelee kuila ile asari uh -huh. Nawaendelee kuna, kuna hiyo asali, kuna masege, kuna vumbi, kuna product mbalimbali ambazo zinatokana na ufugaji wa nyuki mm -hmm. Na nafikiri moja kati ya product ni ambayo wamekuja nayo hapa, labda utuonyeshe na utuelezee pia product nyingine ama mazao mengine yanatokana yeah, na yeah. Eh, ufugaji wa nyuki ya yeah, kama nilivyotaja nimesema kwamba kwenye ufugaji nyuki tuna mazao kama asali, nta, vumbi la nyuki ama chavua kwa Kiswahili fasaha, lakini pia tuna maziwa, tuna sumu na tuna gundi ya nyuki. Sasa hapa mm. Leo nimekuja na a, zao moja la nyuki maarufu sana ambalo linaitwa vumbi la nyuki kwa Kiswahili, kwa kwa kwa Kiingereza wanaita bee pollen, unaweza mm -hmm. ukaiona. Ndio. Hii inatumika kwa kwa, kwa kwa nini, kwa, kwa kwa kazi gani? Sasa bee pollen kwa nyuki ni chakula cha kila siku. Unajua nyuki anatumia vumbi kama chakula chake cha kila siku kipindi ambacho kunakuwa na maua, lakini mm. mm. uh, kuna kipindi ambacho kutakuwa hakuna maua, basi nyuki anakuwa ametengeneza asali. Kwa hiyo ni kusema kwamba, uh, nyuki anakula chavua kila siku, lakini ndiyo, anakula ndiyo, asali au anatengeneza asali kwa ajili ya chakula chake cha baadaye. sasa Hili vumbi la nyuki ni chakula pia kwa mwanadamu na mwanadamu amekuwa akilitumia hili kama chakula sao, ama kama kirutubishi kwa kimombo tunaweza kusema uh, food supplement. Naam. Yeah, sasa limekuwa na manufaa mengi sana hey, kwa mwili wa binadamu. Sawa sawa, tutakuja tuta kuendelea hapo kwenye manufaa ambayo e, yapo kwa mwili wa binadamu, tutakuja kukamilisha e, mazungumzo haya kitaalamu katika eneo hilo. Alikuwa anatuelezea kuhusiana na mazao mbalimbali mbali ya nyuki, ama product mbalimbali za nyuki tulizungumza kuhusu nta, eh, asali yenyewe, uh, vumbi la nyuki ambayo kuwa unalielezea kuwa unataja pia um, faida zake ama matumizi yake. Ni karibu, uendelee. Ya, asante. Uh, nimesema kwamba vumbi la nyuki ni zao ambalo ni muhimu sana na kila Mtanzania anatakiwa awe walau amewahi kula vumbi la nyuki ama hakikishe kwamba, kwa sababu li, lina manufaa lukuki, ambayo kwa kweli mimi kama mshauri nisingependa ukose hii nyumbani mwako ya vumbi la nyuki. Kama mnavyoelewa kwamba ile, ile chavua ama pollen kwa kimombo, kwa ni kwamba yenyewe ni protini katika kiasili, lakini pia pollen, ndiyo mbegu ya kiume ya ua na unapozungumzia pollen, uh, wataalam wanao wanaofanya utafiti katika historia ya miti wamekuwa wakitumia pia pollen kuangalia historia ya miti ambayo iliwahi kuwepo huko nyuma miaka elfu mm -hmm. pamoja na tabia za hiyo miti iliyokuwepo mm -hmm. mm -hmm. ya sasa uh, pollen inafanya nini? pollen in kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye mimea yenyewe ndiyo inayoenda kurutubisha maua. Unajua ndugu mtazamaji, yes. Umeshawahi kula mbegu, umeshawahi kula matunda, lakini ushawahi unajua kwamba asilimia sabini na tano ya chakula ambacho mwanadamu anakula kinakuwa kimechavushwa na nyuki mm. yeah. Kwa hiyo kupitia hivyo sasa, nyuki anatembelea maua kadhaa, asilimia sabini na tano na mm. hii ni takwimu ambayo imechapishwa na shirika la chakula duniani, ndio ya chakula ambacho mwanadamu anakula kimechavushwa na nyuki, kimechavushwa na nyuki, kwa sababu kimsingi, mimea nafikiri karibu yote na, uh, pollination yake inafanywa na nyuki. Sio mimea, sio mimea yote, lakini mimea inayochavushwa mm. uh, asilimia nyingi inachavushwa yeah. na nyuki mm -hmm. Ndio kwa sababu kuna mimea mingine inachavushwa na upepo yeah. yeah, lakini aina a, a, mimea mingi sana inachavushwa na wadudu mm. yeah. lakini kwamba anachukua Uh, mbegu hapa anapeleka kule, halafu uh, mmea una uh, unakuwa ama unazalisha sio ya anachukua anachukua mbegu ama anachukua pollen mm -hmm. Akishaichukua anaenda kutembelea ua lingine sasa, eh. Akitembelea ua lingine unakuta ile pollen ikishagusa lile ua lingine sasa ina, ina, inaenda ina kuna, kuna mfumo ambao unafanyika pale mm, then sasa ndipo inapokuwa inarutubisha ile sehemu ya kike ya ua ah, ndipo unapata mbegu, ndipo sasa unapata matunda sasa. yes. mm. yeah. Pengine tukiwa tunaelekea kukamilisha, tuambie vitu vya kuzingatia uh, kwa wale ambao wanafanya ufugaji, wa nyuki ya kwa wale ambao wanafanya ufugaji nyuki, tumekuwa tukiwambia kwamba cha kwanza waachane na mizinga ya jadi. Hiyo mizinga ya jadi imekuwa ni mizinga ambayo imekuwa ni vigumu sana kwa mm-hmm. mfugaji kufanya operation ama kufanya usimamizi bora, lakini pia tunawashauri wawe na mizinga ya kisasa. Mizinga ya kisasa itamsaidia kwanza kurahisisha zoezi lake la uvunaji wa mazao mengine pamoja na asali, lakini pia akiwa na mizinga ya kisasa ataweza kuvuna mazao yote ya nyuki likiwemo na vumbi la nyuki. Lakini vile vile wanatakiwa kuzingatia kanuni bora za ufugaji kwa ajili ya tija na tuna washauri pia wakulima ambao wanalima mazao mengine kwamba katika shamba lako, mm. weka mizinga ya nyuki walau hata 10 20, kulingana na ukubwa wa eneo lako. Hii itakusaidia sasa kwamba nyuki wataenda kuchavusha kwa ufanisi mkubwa mizinga ikiwa pale. Kuna tafiti ambazo pia zinaonyesha kwamba uh, ukichavusha kibiashara, yani unaweka shamba lako pale, lakini pia unaweka na mizinga kadhaa basi kuna uwezekano wa kuongeza uzalishaji wa mazao production mm. asilimia arobaini mpaka asilimia mia moja. Ndio hayo bwana mm -mm. Nashukuru sana umekuja. Uh, na vumbi la nyuki unajua mm. eh, uh, watu wanatumia vumbi mavumbi mengine, lakini hili ndo lenyewe hili <laughs> na ulivyosema kwamba ndo ile sehemu ya kiume ya ua sasa sijui kama ina chochote ambacho eh, inasaidia kwa faida zake kwa binadamu mwanaume akila, kwa mfano, kuna chochote naongeza, labda ya sasa. Uh, faida za vumbi <laughs> la nyuki kiafya uh, zipo lukuki, lakini naomba nitaje tu kadhaa. Ni kwamba Uh, vumbi la nyuki linakufanya lina, lina, lina, linafanya anti ni, ni anti inflammatory manake eh, linaenda kuondoa uvimbe kwenye mishipa ya damu sasa, okay. Uvimbe unaweza kuwa umefanywa na vitu vingine lakini lenyewe linaenda kuondoa sasa na kufanya damu inakuwa inapita, Aha, vizuri lakini pia ina madini muhimu sana kwa mwanaume kama zinc, potassium, kwa mwanaume calcium ambayo sasa yanaenda kurutubisha mbegu za kiume, Bas. Lakini vile vile pia limekuwa wanataalamu wanasema linaongeza libido. Libido ni ile kwa wale wanandoa ile hamu ya kushiriki. Sasa kwa wamama ambao pia wanakuwa wanapatana hiyo changamoto, wakitumia vumbi la nyuki linakuwa wanapata suluhu yao, lakini kwa sababu linaenda kusaidia namna ambavyo damu inatakiwa kutembea vizuri mwilini, basi pia linaenda kusaidia kuongeza nguvu ya misuli, lakini pia na stamina na mambo mengine mengi, lakini vile vile kwa wanafunzi inawasaidia uh, ambavyo sasa wanaweza wakawa kumbu -kumbu <laughs> na kumbukumbu nzuri, kuacha kutosinzia sinzia na mambo mengine. Nakushukuru sana, nadhani ilo vumbi sijui kama utarudi nalo i utapokonywa kabla hujatoka getini. Asante <laughs> sana Busagi, uh, shukrani sana. Na huyo anafanya consultancy ama kutoa elimu ya kuzalisha kwa ubora mazao mbalimbali ambayo mbali yanatokana na ufugaji wa nyuki, na kuna hiyo asali yenyewe, nta, kuna vumbi la nyuki kama ambavyo walikuwa anaelezea hapa muda mfupi uliopita. Tunakamilisha hivyo hivo.